Huu hapa ni msiba mzito sana kwa wapenzi wa MC Pilipili lakini pia wale wote ambao walikuwa wanamfuatilia MC Pilipili kuanzia alipoanza fani yake ya UMC. Na moja kwa moja kuna vitu mbalimbali ambavyo vimetugusa sana kuhusiana na msiba huu hapa wa MC Pilipili. Unakumbuka vizuri kama wiki sita au wiki nane zimepita hapa MC Garabi kuna siku moja alimuonea huruma sana MC Pilipili na kuna hiyo video ilikuwa inasambaa sana ikimuonesha MC Pilipili na kuna amevaa nguo za ovyo ovyo na pia amevaa viatu ambavyo si vizuri na vitu kama hivyo. Basi MC Garabi kwa sababu ni mtu ambaye ana moyo mzuri sana, akamwita rafiki yake huyo MC Pilipili, akasema, naomba nikununulie suti kama saba na nikununulie viatu pia na nibadilishe kabisa muonekano wako. Inaonekana kabisa kipindi kile MC Pilipili alikuwa na anapitia wakati mgumu sana. Sasa yeye ilikuwa ni ngumu sana kuelezea mtandaoni kwamba sasa hivi amefulia na vitu kama hivyo. Lakini MC Garabi akaamua kufanya vyote hivyo kwa moyo mmoja, na kuna hapa video inamuonesha namna ambavyo alimbadilisha akampendezesha na vitu kama hivyo. Kiukweli ukiangalia hapa video utaona namna ambavyo MC Pilipili alifurahia ule wema ambao alionyeshwa na MC Garabi. Na hapa chini kwenye comments, moja kwa moja MC Pilipili alimwambia MC Garabi, akamwambia Mwenyezi Mungu Akubariki siku zote kwa aibu hii hapa ambayo umenitoa, na ninaombea kizazi chako siku zote kiwe ni kizazi cha baraka na waweze wakaishi maisha bora kabisa. Hayo ni maneno ya MC Pilipili ambayo alimwambia MC Garabi baada ya MC Garabi kumfanyia surprise kubwa kabisa. MC Pilipili alimnunulia suti, alimnunulia viatu na akaanza kumtafutia madili mbalimbali ya harusi na vitu kama hivyo. Sasa inawezekana kwamba enzi zile MC Pilipili alikuwa tayari ameshaanza kupitia kipindi kigumu sana. Of course kama unakumbuka vizuri, ilikuwa ni mwezi wa nane kama sio mwezi wa tisa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano na ukiangalia hata afya yake kidogo ilikuwa si nzuri sana. Basi moja kwa moja MC Garabi akamfanyia mambo mazuri kabisa MC Pilipili, na MC Pilipili alishukuru sana kwa wema huu ambao MC Garabi alimfanyia. Sasa leo hii MC Garabi ameshare na sisi hiyo video. Utaona namna ambavyo MC Pilipili alikuwa ni mtu ambaye ana furaha na vitu kama hivyo, alikuwa mcheshi kikweli bana. Hii hapa video ndio imeongeza majonzi zaidi, imeleta huruma na imeibua hisia kubwa sana kwa Watanzania, kwamba kumbe huyu kwa kwa jamaa alikuwa anapitia mambo mengi sana, ni vile tu yalikuwa ni ngumu kutambua kwamba jamaa anapitia kitu gani bana. Nikushukuru sana mtangazaji, inaitwa Hansi na Yapa, ni channel ya kupendwa inakuletea habari pamoja na stori mbalimbali. Uwe na siku njema.